Nataka niongee na serikali. Serikali isitufungifungi makanisa. Mbona mbona Katoliki awafungage? Jamani, natuzalilisha. Mbona mfungi Katoliki? Tumesikia juzi Katoliki wametoa waraka mzito, wameamuru mwachilie wafungwa si nini na nini. Mbona mafungi makanisa yao, kinabangoza wanasema ndo makali. Mbona amfungi mambo yao wenyewe wanajuana na masisi yao huko. Lakini kufunga, funga makanisa si jambo zuri. Sasa kufunga kanisa Jumapili watoto wakasali wapi? Sunday school wamekosa nini? Wewe dini Mzee wa Upako kusali, kimzo wa upako tunamhitaji. watoto wa Sunday school maana kanisa taasisi. watoto wa Sunday school wamekosa nini? Wale watu wanaimba kanisani wamekosa nini? Kwa nini utawanya kondoo? Wache huyu Mzee wa Upako tunamhitaji, ndiye kusakili huyu huyu tunamhitaji. Unafungaje kanisa, unawekaje upinde kanisa? Wewe una akili kweli? Ukisikia wewe kama ndio mkuu wa majeshi au sio ya IGP, kanisa lako limefungwa hivyo utasikiaje? Kanisa Katoliki tumefunga msingi wa Katoliki wote hapo. Vile ambao mnawavumilia wa Katoliki wakiwatukana, sina mwavumilie hivi. Sio mnaonyesha udini, sina mwavumilia. Mnatafuta namna ya kumshika Mzee wa Upako mwenyewe. Si ndio jamani? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hekima tu unaua nyoka bila kwalibu mayai. Ukitaka Mzee wa Upako umpate, kwanza unaniharibia una, una, una, una, una heshima yangu. Ukitaka unitoe, kwanza nitafutie masikendo, tafuta masikendo kuhusu Mzee wa Upako.